Miaka mitatu iliyopita Mombasa ilishuhudia usiku mmoja wa mvua nzito. Barabara zilikuwa kimya kabisa, isipokuwa sauti ya maji yakigonga madirisha ya nyumba ndogo ya pwani, yakichanganyika na mshindo wa mawimbi ya bahari iliyochafuka. Ndipo Amina alipokaa peke yake kwenye balkoni ndogo, blanketi likimfunika mabega, macho yake akitazama ya bahari iliyokuwa na hasira kama moyo wake. Wiki mbili tu zilikuwa zimepita tangu aachane na Juma baada ya miaka minne ya mapenzi yaliyokuwa na miiba mingi kuliko waridi. Maneno ya Juma bado yalikuwa yakimuuma kama jeraha jipya. Amina, wewe unanipenda sana, lakini mimi siwezi kukupa kile unachotamani, siwezi kuwa mtu wa kutosha kwako. Hakujibu chochote, alimwangalia tu akiondoka, mlango wa gari ukifungwa kwa upole wa ajabu, kana kwamba hata gari lenyewe lilitambua uzito wa huzuni iliyokuwa imebaki nyuma. Baada ya hapo, Amina alijifungia ndani ya nyumba, hakutoka kwa wiki tatu. Simu aliizima, marafiki walipiga kelele nje ya mlango, lakini aliwajibu kwa ukimya. Alikuwa ameamua kuishi na uchungu wake peke yake, kama adhabu ya kumpenda mtu ambaye hakuweza kumchagua. Miezi minane baadaye, siku moja, alipokea ujumbe mfupi kutoka kwa nambari isiyojulikana Nataka tu kuona uso wako mara moja, siombi turudiane. Nataka tu kujua uko hai G. Moyo wake ulipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Alitaka kupuuza kumtukana, kumwambia aondoke milele, lakini mikono yake ilitetemeka alipobonyeza nambari ile ile. Walikutana kwenye mgahawa mdogo karibu na bahari, mahali walipokutana kwa mara ya kwanza miaka mingi iliyopita. Juma alikuwa amebadilika uso wake ulikuwa umekonda, macho yake yamechoka, kama mtu ambaye usingizi ulimkimbia mbeleake kwa muda mrefu. Alipoketi mbele yake, walikaa kimya kwa dakika mbili nzima. Amina alitazama meza, vidole vyake vikizungusha kikombe bila kunywa. Hatimaye Juma alivunja ukimya. siku ile nilipokuacha, sikwenda mbali, nilikaa kwenye gari nje ya nyumba yako kwa saa nne, nikilia kama mtoto. Sikujua jinsi ya kukuambia ukweli. Amina aliinua macho polepole pole, sauti yake ikiwa kali lakini dhaifu. ukweli gani? Juma alitoa pumzi ndefu kama mtu anayejitayarisha kuruka kutoka mwamba. nilikuwa na ugonjwa wa moyo. madaktari walisema nina miezi michache tu. Sikutaka ukae karibu nami nikikufa polepole pole. Sikutaka uone uchungu huo Sikutaka uwe mjane kabla hata hatujaoa. Dunia ilionekana kusimama. Machozi yalimtiririka bila ruhusa. Na ulidhani kuniumiza kwa kuniondoa maishani mwangu kungekuwa rahisi kwangu? Juma alitikisa kichwa, macho yake akijaa machozi. Sikujua kipi kingekuwa kibaya zaidi, lakini nilijua ningekufa nikikukosa na bado bado na kukosa kila siku. Ukimya mzito ulirudi tena. Kisha Amina alisimama akamzunguka meza na kumshika mkono wake, mkono uliokuwa mwembamba zaidi kuliko alivyokumbuka. Je, bado natumia dawa? Juma alitikisa kichwa kwa upole. Dawa zimefanya kazi, nimepata miaka mingine, labda mingi nimekuja kukuambia kwamba kama bado nanipenda, ningependa tujaribu tena, hata kama ni kwa muda mfupi, hata kama ni kwa siku chache. Amina alitazama bahari kwa sekunde chache, kisha akageuka, akamwangalia machoni kwa mara ya kwanza tangu watengane. Tabasa mdogo likachomoza usoni mwake. siku zote hizi nilikuwa nikikupenda hata nilipokuwa nikikuchukia. Hicho ndicho kilichonifanya niendelee kuishi. Alimvuta karibu, akamkumbatia kwa nguvu, kumbatio lililobeba maumivu, hasira na upendo uliokuwa umefichwa kwa miezi mingi. Juma akalia kifua chake, na Amina akalia naye. Mawimbi ya bahari yaliendelea kupiga pwani, kana kwamba yalikuwa yanawaambia kuwa wakati mwingine hata mawimbi yanaporudi hurudi kwa nguvu zaidi. Walikaa hapo usiku mzima wakizungumza, wakilia, wakicheka kwa tahadhari, wakijenga upya kile walichodhani kilikuwa kimevunjika milele, na ingawa walijua maisha yanaweza kuwachukua wakati wowote, wa walichagua kuishi siku ile pamoja, bila woga, bila siri na bila majuto. Ni mimi msimulizi wako Hekima.